Serikali nchini Ukraine imesema kuwa, shirika lake la ujasusi limebaini kuna uwepo wa wanajeshi zaidi ya 150 kwenye uwanja wa mapigano wakipigania upande wa Russia. Akizungumza jana kupitia taarifa yake kwa umma anayoirusha kila jioni, Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky amesema taifa hilo limekusanya taarifa za kijasusi kuhusu mamluki hao zaidi ya 150 ambao Russia inadaiwa kuwaajiri kupitia mitandao ya kijamii. Nchini China, maofisa walikataa madai hayo na kuyaita yasiyo na msingi kabisa. Tuhuma kutoka Ukraine na kukanusha kwa China vinakuja wakati Marekani inajitahidi kufanikisha usitishaji wa mapigano hayo katika vita ambavyo vimeendelea kwa zaidi ya miaka mitatu. Rais Volodymyr Zelensky alitangaza Jumanne kuwa jeshi la Ukraine limewakamata wanaume wawili wa Kichina waliokuwa wakipigana bega kwa bega na jeshi la Russia katika ardhi ya Ukraine. Ha, hiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kwa Ukraine kutoa madai kama hayo kuhusu wapiganaji hao wa Kichina kushiriki katika vita hivyo wakipigania upande wa Russia katika mzozo huo. Jumatano, Zelensky alisema yuko tayari kubadilishana wafungwa hao wawili wa kivita kwa askari wa Ukraine wanaoshikiliwa na vikosi vya Russia. Bila kutoa ushahidi wa moja kwa moja, Zelensky alisema maofisa wa Beijing wanafahamu kampeni ya Russia ya kuajiri mamluki wa Kichina. Hata hivyo, hakusema kuwa serikali ya China imeidhinisha ushiriki huo katika vita hivyo. Zelensky alisema Ukraine na majina ya ukoo na taarifa za pasipoti za raia hao 155 wa China wanaopigana kwa niaba ya jeshi la Russia, na akaongeza kuwa tunaamini kuna wengi zaidi. Aliwaonyesha waandishi wa habari nyaraka zilizo na majina, nambari za pasipoti, na taarifa binafsi za raia hao wanaodaiwa kuwa mamluki ikiwemo tarehe walipowasili Russia kwa mafunzo ya kijeshi na walipoondoka kwenda vitani; shirika la Associated Press halijathibitisha nyaraka hizo kwa njia huru. China imekuwa ikiunga mkono kwa nguvu upande wa Russia tangu uvamizi wa Ukraine mwaka 2022 Februari. Maofisa wa magharibi wanasema China imekuwa ikiuzia Russia mashine na vifaa vya kielektroniki ambavyo vinaweza kutumika kutengeneza silaha pamoja na kutoa msaada wa kiuchumi kupitia biashara ya nishati na bidhaa za matumizi ya kila siku. China haijaonekana kuwa imetoa msaada wa moja kwa moja kwa Russia kwa askari, silaha ama utawala wa kijeshi. Maofisa wa Marekani wameishitumu Irani kwa kuizuia Rusia kuiuzia Russia droni, huku maofisa wa Marekani na Korea Kusini wakisema Korea Kaskazini imetuma maelfu ya wanajeshi na risasi kusaidia Rusia katika vita hivyo. Kwa kuwa Marekani na Ulaya zimetoa msaada mkubwa wa kijeshi na wa kidiplomasia kwa Ukraini, vita hivi vimegeuka kuwa vya mchuano wa nguvu kati ya kambi mbili za madola. Mvutano kati ya Marekani na China umeongezeka zaidi katika miaka ya hivi karibuni, ukiangazia masuala ya ushawishi wa kisiasa, teknolojia, biashara. Za hivi majuzi kuongezeka kwa ushuru wa forodha kati ya nchi hizo na kumetikisa masoko ya fedha duniani. Zelenski alisema maofisa wa Marekani walionyesha kushangaa walipoarifiwa kuwa kuna uwepo wa mamluki kutoka China wanaopigana nchini Ukraine wakiwa upande wa Russia. Rais wa Marekani Donald Trump anajaribu kutimiza ahadi ya kampeni yake aliyoitoa mwaka jana ya kumaliza haraka vita hivyo vya Russia dhidi ya Ukraine ambavyo sasa vinaenda kutimiza miaka mitatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce alisema katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Washington siku ya Jumanne kuwa ripoti za raia wa China kupigana kwa niaba ya Russia ni za kutisha, na nukuu, China ni mdau mkubwa wa Russia katika vita hivi vya Ukraine, Bruce alisema Alidai kuwa China inatoa takriban asilimia 80 ya bidhaa zenye matumizi ya kijeshi na kiraia, yani dual use, ambazo Russia inahitaji kuendeleza vita hivyo. Hata hivyo, Keith Kellogg ambaye ni mjumbe maalum wa Trump kwa Ukraine na Russia alisema hajashawishika bado kuwa raia wa China waliotajwa wanapigana kwa niaba ya Russia dhidi ya Ukraine kama wanajeshi rasmi, zaidi ya kuwa ni mamluki ama wanajitolea, na nukuu kuna methali jeshini, taarifa ya kwanza mara nyingi huwa si sahihi. Kellogg alisema Jumatano katika hotuba huko chuo kikuu cha Georgetown nchini Marekani, na hili ni moja ya yale ambayo ni bora tukae tuone hali itakavyokuwa, kwani huenda wanajitolea tu. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Kellogg, Ukraine pia ina wapiganaji wa kujitolea kutoka nchi nyingine zikiwemo Marekani na aliongeza kuwa ripoti za awali kuhusu raia wa China hazifikii kiwango cha Korea Kaskazini kutuma maelfu ya wa wanajeshi mstari wa mbele nchini humo. Mkuu wa sera wa za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas pia alitaja China kama mwezeshaji mkuu wa vita hivyo kwa upande wa Russia. Alisema bidhaa za matumizi ya kijeshi na kiraia zinaingia nchini Russia kupitia China na kuongeza kuwa iko wazi kuwa kama China ingetaka kusitisha msaada huo ingekuwa na athari. China imeongeza sana mauzo ya vifaa vya kutengeneza mashine, vifaa vya kielektroniki na teknolojia nyingine kwa Russia, ambavyo Moscow inavitumia kutengenezea makombora, mizinga, ndege na silaha nyingine kwa ajili ya vita, kwa mujibu wa tathmini ya Marekani iliyotolewa mwaka jana. Kremlin imekataa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano nchini Ukraine kwa muda wa siku 30, ambapo serikali ya Kyiv imekubali pendekezo hilo na inadaiwa pande zote mbili zinajiandaa kwa kampeni mpya ya kijeshi majira haya ya baridi na kiangazi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alisema mjini Beijing kuwa China imecheza jukumu la kujenga katika kutafuta suluhu ya kisiasa ya mzozo huo. Kwa upande wa Lini, Lini anasema katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatano kuwa serikali ya China siku zote huwatahadharisha raia wake kuepuka maeneo yenye migogoro, kutojihusisha na migogoro yoyote ya silaha, na hasa kutojiunga na shughuli zozote za kijeshi kwa upande wowote. Kauli hiyo inaashiria kuwa raia hao wa China waliokamatwa huenda waliamua wenyewe kujiunga na jeshi hilo la Russia, japo Russia na Ukraine zote zinakubali wanajeshi wa kigeni kujiunga na vikosi vyao. Kwa upande huo huo, China hapo awali ilitoa pendekezo la amani lisilo na maelekezo ya kina ambalo lilikataliwa haraka na watangulizi ama waangalizi wengi wa mzozo huo. Wakati huo huo, pande zote mbili zimeendelea kupigana vita vya uchovu katika mstari wa mbele wa karibu kilometa elfu moja yani maili 620, na zimekuwa zikishambuliana kwa mashambulizi ya masafa marefu katika jiji la Kramatorsk mashariki mwa Ukraine. eneo la Donetsk lilikumbwa na shambulio kubwa la droni la usiku, na alisema mkuu wa mkoa huo Vadim Filakshin, na kusababisha majeruhi kwa msichana wa miaka 11 mama yake na bibi yake. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia pia ilirusha droni 55 za shahedi na droni za kionzi dhidi ya nchi hiyo usiku kucha. Wizara hiyo ya ulinzi ya Russia imesema kuwa ulinzi wa anga uliangusha takribani droni 158 za Ukraine katika maeneo 11 ya Russia usiku, lakini haijaripotiwa vifo ama uharibifu wowote. Hata hivyo, mikoa kadhaa ya Rusia ilisitisha kwa muda safari zake za ndege katika viwanja vyake vya ndege kutokana na shambulio hilo, na baadhi ya droni za Ukraine zilifika hadi mkoa wa Olenburg Ural kusini, karibu kilometa elfu moja na mia mbili mashariki mwa mpaka wa Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.